Kuna alama kubwa sana imeiweka kwa maana ya kuwatoa vijana kutoka Tanzania kwenda e, mbele zaidi kisoka, kiwemo Baraka Chef, miongoni mwa majina ambayo ndiyo yametajwa na yamezungumzika sana. Pengine kuanzia pale e, consistency kama sio mwendelezo, kufanya zaidi ya kile ambacho mulikifanya ama kumaintain ile status ipoje? <coughs> Ya, nafikiri uh, kwa mtu mbaye anajaribu kufuatilia Magnet atakuwa ameshaona vitu vingi sana na sisi, kwanza tulianza katika level ndogo sana kwao, tunaanzia kuanzia miaka minne uh, mpaka kumi na tisa safari hii lakini pia tuna timu ambazo ziko, tuna timu mbili za kwenye uh, senior team. Kuna timu iko daraja la tatu, nyingine iko kwenye first league uh, kwa hiyo tunatoa ule mwendelezo mkubwa sana. Kwa hiyo tunavyozungumza, hata sasa hivi tuna vijana kama wanne ambao wako, wako Spain okay, uh, including pia na huyo Balka uh, pamoja na Jabil, wote walipita Magnet hapa. Uh, na ambao wapo huko wengine wako Celta Vigo, wako kwa hiyo kwenye Vigo pale, wanafanya training zao, wanasoma pia kule. Ni product ambazo tunaziona baada ya muda mfupi sana zitaweza kuingia kwenye soko, lakini zikiwa zina mpira ule modern kabisa ambao wamejifunza. Uh, partnership yetu na Celta Vigo imetusaidia pia kuweza kutengeneza makochi ambao wamekuwa na mwelekeo wa modern football Uh, lakini Magnet pia ni sehemu ambayo tuna train sana coaches wetu uh, sana. Kwa hiyo huwa tuna facilitate wafanye hizi licenses courses za hapa, lakini pia kutumia hizo partnership zetu, na tumekuwa tuna wachezaji mfano ambao wameweza kuingia mpaka <coughs> kwenye kwenye senior level hapa Tanzania uh, wachezaji ambao wameweza kuhudumu kwenye national team za uh, under 20 under 17 uh, lakini kwenye senior team uh, tuna wachezaji kama uh, kina Ahmed Bakali Pipino uh, tuna mchezaji kama Nasol Saduni, wote walipita hapa uh, tuna wachezaji ambao wamekuepo wame pia kwenye hizo under 20 ambao wamekuepo hapa pia uh, kutoka Magnet kwa hiyo ni, ni na, ni focus ambayo ni kubwa sana ambayo tumeiweka tumeweka, uh, tumeweka nguvu zetu, tumeweka jasho letu, tumeweka akili yetu, lakini pia Mwenyezi Mungu pia amekuwa na anatupa hiyo rehema uh, tumekuwa pia tuna wachezaji ambao wako Marekani saizi. Kuna mtoto wa kike ambaye yuko Marekani anafanya vizuri sana anaitwa Linet Laser. Uh, lakini pia kuna watu ambao wako Marekani ambao walipata scholarship pia kwa kupitia program zetu ambazo tumekuwa tukifanya na Football House na watu wa Marekani. Kwa hiyo sisi tunaweka mbele pia ya elimu Uh, lakini pia kuweza kuona kwamba mtoto um, haachi shule huko, uh, anacheza mpira. Tuna wachezaji ambao wako kwenye first league uh, kwenye championship, kwa hiyo yeah, wana, wanafanya vizuri, wanafanya vizuri. Umetaja hapo, mko na timu ambayo ipo ligi daraja la nne, lakini pia first league, na umetaja baadhi ya wachezaji ambao tayari wamefanikiwa kuwatoa nje ya Afrika, kipaumbele hasa nini? Pengine kuwa na timu ambayo itakuja kudominate Tanzania kwenye ligi kuu labda. Ama shabaha yenu ni zaidi kuona vijana wengi wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kujiendeleza? Uh, kwa kweli nafikiri kila mtu anapenda aweze kufika katika kiwango cha kikubwa kabisa. Uh, lakini sisi bado tunalindwa tuna sana na principles zetu za vijana. Kwa hiyo hata tulivyoanzisha hizi teams za kwenye third league, first league. Uh, kila mtu anaelewa kwamba ni gharama sana uh, kurani hizo hizo programs, unaona, eh? Lakini tulianzisha kwa sababu kwa tunaona kwamba kwa mbaya uh, kwa bahati mbaya sana vijana wengi wa Kitanzania wamekuwa hawapati nafasi kwenye hizi teams zetu hata hapa za nyumbani au uh, vinginevyo mtu anaenda nje akati bado hapa hajapita kwenye competition level. Kwa hiyo tumesema tuzitumie hizi timu uh, kuweza kuwajenga vijana ili waweze kucheza kwenye hizi timu, waweze kukaa na coaches ambao wanaelewa youth, kwa sababu kuna wakati unamchukua mchezaji uh, promising ambaye ni kijana, ukampeleka kwa coach ambaye yeye amezuia amezoea matured players, anaweza akakosa playing time au akapata mafundisho ambayo hayamjengi. Kwa hiyo bado tumependa sana tuweze kuweka hii nafasi ambayo inaendelea kuwajenga uh, wachezaji uh, wale youth lakini tunapoendelea kupata nafasi ya kuwa promoted na kama pia finances zitaruhusu, basi tutataka kwenda mbele zaidi. Hapo hapo, kwenye timu ambazo tayari mko nazo kwenye madaraja mbalimbali mbali, kwa maana ya ligi daraja la nne na ligi daraja la kwanza mmejiwekea ya muda gani mpaka kuona hizi timu zinapanda zaidi kufikia hadi level za ligi kuu ama hamuna kiwango hiko ambacho mmejiwekea kama? Eh, lengo letu kubwa sana ni kuweza kuona vijana ambao wanapita kwenye mikono yetu wanaweza kuprove kwanza kwenye hizi level na kuweza kupata nafasi kwenye timu kubwa zaidi. Kwa hiyo hayo ni malengo ya muda mrefu ambayo unayazungumza, lakini mpaka sasa hivi mfano tuna center kumi, uh, Tanzania kwa nane tunazo Dar es Salaam na mbili tunazo Arusha. Kwa hiyo tuna train pia watoto wa kike na wa kiume kwa hata ya kike tumejaribu pia kuweza kuipa nafasi ingawa bado lazima nikubali, kuna ugumu kidogo ambao, uh, tunajaribu kuweza kujenga ili tuweze kuwa na timu ya kike kabisa ambayo inaweza kaendelea kushiriki kwenye mashindano. Sawa, so, nimeona pia kuna program ambayo mnaiendesha kwa maana ya kuwa invite vijana kwenye, eh, I don't know program ambayo kimsingi inaweza kutumika pia kuibua vijana wengine. Hii nayo ipoje na pengine target hasa ni nini? Tuielezee kwa ufupi. Uh, hii ni tournament ambayo tulianza mwaka jana, kwa hiyo mwaka huu itakuwa ni second edition na focus yetu kubwa sana ni kwa ajili ya, ya wachezaji wa kuanzia umri wa chini ya miaka tisa uh, mpaka umri wa chini ya miaka kumi na saba. Uh, mwaka jana tulikuwa tuna takriban timu sabini ambazo zilishiriki uh, za kutoka Tanzania za kutoka nje ya Tanzania, na mwaka huu tunategemea tutakuwa tuna timu nyingi zaidi, kwa sababu mpaka sasa hivi uh, kuna timu nyingi zime, zimeweza kujisajili na tunategemea pia tutakuwa tuna timu za kutoka Nairobi, Mombasa. Uh, timu za kutoka uh, Zimbabwe uh, timu pia za kutoka uh, Mozambique kwa hiyo ni, uh, ni tournament ambayo inazidi kukua sana na tunachoshukuru ni kwamba inatoa nafasi kwa timu za Kitanzania kuweza kushindana katika ardhi ya nyumbani ukiwa unashindana na timu zingine za Tanzania na timu zingine za kutoka nje. Kwa hiyo um, ningependa sana kushauri academy mbalimbali mbali, ambazo ziko Tanzania uh, waweze pia kuregister kwa ajili ya hii tournament uh, kwa sababu inatoa nafasi nzuri sana. Tunajitahidi kwamba tuwe tuna viwanja vingi zaidi. Mwaka jana tulikuwa tuna viwanja saba tofauti, lakini huwa tunajitahidi kwamba watoto waweze kupata uh, playing time kubwa zaidi na um, tunajitahidi waweze kucheza mechi nyingi zaidi. Kwa hiyo hata academy inayokuja. Uh, at least mechi chache wanaweza kacheza ni mechi sita. Kwa hiyo ni tournament kubwa na iko very professional uh, jinsi inavyoandaliwa na nini. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sana kwa academy zetu uh, sports centers au uh, mashule yale ambayo yana yana push michezo kuweza kuleta timu zao. Kwa hiyo tournament itaanza tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na tano Disemba. Uh, na registration tunategemea kufunga mwisho wa mwezi huu. Kwa hiyo watakapoweza kutembelea labda Instagram page yetu <coughs> ya Magnet Tanzania au kuna Instagram kwa ajili ya mashindano inaitwa MDIT kwa hiyo mtu akiingia hapo atapata information zote kwa ajili ya mashindano, na tunaamini nyie kama waandishi wa habari pia mtaweza uh, kuweza ku participate kwa sababu tunajua Clouds FM, wana wanapushi sana kwenye michezo. Kwa hiyo tuna, tunatambua umuhimu wenu na tunategemea kwamba mtaweza kuongelea uh, zaidi ili watoto waweze kupata nafasi ili ziweze kuweza kuwajenga zaidi kwenye talents zao.